na kijiji cha Ndung'u katika eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, bado kimegubikwa na majonzi kufuatia vifo vya kusikitisha vya katekisti, mke wake na watoto wao wawili wadogo waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani eneo la Karai, Naivasha, mapema wiki hii. Marehemu James Njoroge Kabari ambaye alikuwa katekisti katika kanisa Katoliki la St Mary's Ridgeways anaripotiwa kuwa alikuwa wakisafiri kumrejesha mke wake Gilgil ambako alikuwa akifanya kazi ya mwalimu wa shule ya msingi. Ajali hiyo ilipo, ilipotokea, hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Ndung'u, Gatundu Kaskazini, Kaunti ya Kiambu kufuatia kifo cha ghafla cha James Njoroge Kabari, mke wake Teresia Wanjiru na watoto wao wawili wa kiume Michael Kabari mwenye umri wa miaka sita na John Mark Kabui mwenye umri wa mwaka mmoja. Katika jamii yetu amekuwa a reader, amekuwa a counselor, amekuwa a mentor, a good example. Hiyo habari Mwasia ya Joroge tuliipokea na tukasikia tukio la huzuni sana, kwa sababu huyo mtoto Joroge alikuwa mtoto wetu, mtoto tunampenda sana, hata huyo mke wake tulikuwa tunampenda sana, hata hiyo watoto yake. Familia hiyo ilipoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea eneo la Karai, Naivasha, walipokuwa wakielekea Gilgil, County ya Nakuru. Kwa mujibu wa wanafamilia, vifo hivyo vimeacha pengo hasa kwa wazazi wazee wa Njoroge ambao walimtegemea kwa kiasi kikubwa. Na amesimama na familia yetu sisi wote. Uh, tulikuwa naena familia yake walikaa karibu wiki mbili, na akaniambia uh, uh, uh atajambia ataenda akivalikia ataja apanue hiyo nyumba yake kiasi, alafu tutegezea mama zizi mzuri hadi hiyo mtoto yangu alienda. Tulikuwa tunagana vizuri sana, anagana na mama yake, tunagana na yeye, anasema atatuetea vitu vya kusaidia sisi kama vile ilikuwa nafanya kitambo. Mimi nawambia nyinyi, nilikuwa simalizi hata wiki mbili bila hospitali, ikiwa ni Gatundu, ikiwa ni Teyu, ikiwa ni wapi, ikiwa ni jamani kule Kenyatta, ilishapelekwa huko na Joroge. Wakati maandalizi ya mazishi yakianza, familia inaomba msaada wa kifedha na kisaikolojia kutoka kwa wahisani wakisema msiba huo ni mzito na hawawezi kumudu gharama yake kwa sasa. Kwa wahisani wema wale wanaweza kujitolea watusaidie kwa kuwapumzisha, kwa, kwa vile kupumzisha watu wanne familia moja ni kazi gumu. Marehemu wamewaacha binti yao Claire Wairimu ambaye alinusurika kifo kwa bahati. Na kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya Nairobi West tawi la Naivasha. Opicho Chemtai.